Uh, a kwa wa awenekiwaneklai uh, asante sana katibu, asante sana mheshimiwa rais. Kiukweli umetuza maneno ya faraja ambayo kama sisi waongozaji na kama chama inabidi tutafakari sana kuhusu Uh, mimi nimekuja kutoa historia fupi tu kuhusiana na tasnia ya filamu imeanzia wapi na mpaka hivi sasa tuko wapi, kwa jinsi ambavyo tumefanya. Kwa ufupi, iyataavegoa sana ni kwa ufupi sana apanaeskaanatasaafulizo mzima utambulizi tasnia ya filamu Tanzania ilipata mwamko mwanzoni mwa miaka ya elfu mbili kabla yapo anzi watazamaji wa Tanzania walikuwa wamezoea filamu za nje Nollywood, Bollywood, Hollywood, lakini kwa kashicasi kubwa wakaingia kwenye filamu za Kiswahili za ndani, tunatambua hiyo wote za zao wenyewe kwenye screen kwenye screen. Hivyo ni vitu ambavyo vilichangia angalau kidogo filamu za Tanzania zikaanza kuonekana, lakini bado ikawa kuna changamoto. Changamoto, hatukuwa na takwimu rasmi hapa tunaongea, hatukuwa na takwimu rasmi za mapato mauzo au idadi ya fera zilizozalishwa kwa sababu kutoka, kutoka,

za Tanzania, kipindi cha wakoloni, kuanzia mwaka 1930 na kuendelea, wakoloni waliandaa filamu za elimu na propaganda zenye lengo la kuelimisha jamii kuhusu masuala ya kijamii, afya na maendeleo, huku pia zikitoa burudani kwa watazamaji. Mwaka 1938 kilianzishwa kitengo cha filamu cha kikoloni

inasimulia hadithi ya familia maskini iliyokutana na changamoto za kijamii na kiuchumi na ilikusudiwa kuwaelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa ushirikiano na maendeleo ya kijamii. Rashidi Kawawa alicheza kama mhusika mkuu katika filamu hii. Mona hivyo kwamba inaonyesha kwamba, a, kuna kuna ushirikiana na sisi bila ushirikiano. Angalia sehemu ya kwanza inasema, ushirikiano na sisi, ndio lengo letu kubwa, ni kuwa na ushirikiano. Kwa hiyo nchi yaweza kuona mapema kwamba lazima tuna ushirikiano. Ya pili chao anarudi filamu hii, mwendelezo wa mwogo uchungu, na isimulia hadithi

Kipindi cha baada ya huo, serikali ya Tanganyika iliendeleza sekta ya filamu na kuzalisha kampuni ya filamu Tanzania, Tanzania Film Company TFC, mwaka 1968, ikilenga kuelimisha historia ya elimu na maendeleo ya jamii. TFC ilikuwa chini ya serikali ya Tanganyika, baadaye Tanzania, na ilitengeneza filamu kwa kuelimisha wananchi pamoja na

Mwongozaji alikuwa Beatrice kutoka nje Nigeria na nabo na wa wa na Marekani watanzania wachache walihusika na watengenezaji filamu fupi, zaidi walijikita kwenye maigizo ya jukwaani na michezo ya runinga mwaka 1990 century za mwisho kamera zilia za ifitari zilianza kupatikana kwa urahisi na kurekodi filamu za bajeti ndogo vijana

serikali ikaonesha nia kusaidia, lakini bado hakuweza hakuweka mfumo uliokuwa sahihi kwa soko, kulingana na kwamba kuwepo na sera ya filamu, sera, kuwepo na sera ya utamaduni, ambayo inasema kwamba asilimia kubwa filamu kama burudani tu ni kama entertainment. Itimisho, filamu nyingi za ujumbe wa msingi wa mfululizo huu: filamu za Tanzania ilipiga hatua kubwa mwanzoni mwa mwaka elfu mbili. Watanzania, watazamani wa ndani walipokea filamu za Kiswahili vizuri, ingawa bora bado umekuwa changamoto. Ili tasnia ikue, inahitaji ubunifu na ubora.

kwa hiyo mjadala wetu utajizi hapo, ndio kuna maswali ya mwanzo ambayo hapa mbele lakini sisi tuko fi